Kabisa aongera sana kwa kupendeza. Bila shaka umekuja na mke wako, na tangu asubuhi hamjasalimiana kwa ajili ya shughuli hii. Kobisi, sasa nakupamsalimie mama, waambie ongea kwa kupendeza, elaunyananyananavigelegea Sawa kabisa, naam. Hapa sasa hivi Mathayo pamoja na Lili wameandaa mtoto, kwa maana ya kwamba nyota njema huonekana tangu, kuna mtoto atakuja kuangalia baba na mama watakapofikia kwa siku ya leo, alafu baada ya hapo itawajuza. Naomba kwa heshima zazima, yule mtoto aliyeandaliwa anakuja namna hiyo, studio mlete namna hiyo. kwa heshima na taadhima, kila mwenye punzi, kila aliyekuja kwa nia njema, basi apate kusimama juu. Abakie tu yule anayejiandaa kwa mganga wa kienyeji. Naomba kila mmoja wetu asimame juu, simama juu, si kama umekuja kwa nia njema katika shughuli hii ya Mathayo pamoja na Lilian. Naomba tusimame juu, tusimame juu kwa mavazi yetu hayo. Tafadhali, piga makofi namna hiyo. Tunapenda kuanza ratiba yetu namna hii. Iadali, naomba wakaribishe maarusi hiyo.

Ngusi hongera sana, safi kabisa, namna hiyo, kwa raha zenu, kwa raha zenu, namna hiyo, itifaki imezingatiwa jamani, niseveniziseve naomba kwa heshima na heshima nikukaribishe mtumishi wa Mungu aliyeandaliwa kwa ajili ya sala aje, namna hiyo. Studio msindikize, tufungue jukwaa letu kwa sana

Wa Mungu nasa. supi mwanaume supiwanasa ukiwa naye <laughs> Wewe unaonekana kabisa ni mtumishi wa Mungu nasa. Baba, bariki shughuli hii, tuanze na Mungu tumalize na Mungu. Bwana Yesu asifiwe! Nimeitwa mtumishi wa Mungu lakini nimewekewa morigo. Amina, tuombe. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, Mungu tunasema ni asante kwa ajili ya saa hii na wakati kama huu, Bwana tulijikabizi mikononi mwako Mungu tunapokwenda kuanza shughuli yetu mahali hapa. E Bwana tazama, Mungu tulipoanza vikao tulijikabizi mikononi mwako Mungu ukatubariki hata sasa, tunasema wewe endeleza, tunafika kwenye sherehe hii. E Bwana Mungu endelea kutubariki na kutuongoza kila mpango, na mokuigirisi shetani tunakwenda kulipangua, kwa sababu tunayo mamlaka kukanyaga nyoka nange. Yehova, tunaalika uwepo wako mahali hapa, e Bwana tunakwenda kinyume na kila roho za giza, tunateketeza, tunavunja mipango yote ya mwovu ibilisi shetani, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo hayo tunabariki kila mmoja atakayeingia ndani hapa, e Bwana, ukambariki aingiapo na atokavyo, ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, amen. Asante sana, nashukuru sana, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tunawakaribisha katika ukumbi huu leo. Tuko uh, na ndugu zetu wapendwa wetu Ngusi na bibie Lelia, wamependeza sana, lakini kupendeza kwao ni kwa sababu ya maombi yetu, kwa safari tulioianza tangia awali mpaka leo tumefika hapa. Nina jambo la kusema na nyinyi wageni waalikwa, lakini jambo lenyewe ni dogo tu, lina maneno almost mawili tu. Kazi mlio kutuma sisi kama wanakamati na imani kabisa, mnashuhudia uongo kweli? yeah. Nashukuru. Basi sambamba na hilo sisi, tunapenda kwa niaba ya kamati yangu, mimi nikiwa mwenyekiti, tunawakaribisha wageni wote waalikwa kwenye sehemu kwa nyumbani, tusherekee kwa, tushereke kwa furaha pamoja, kilichopo basi mezani tushirikiane pamoja. Leo hii tuna mambo matatu tu, ni kula, kunywa na kufanya nini? okaia bwana harusi, upapase kwa mikono yako. Wengine wana hila, kapapase kwa kwa mikono yako e, kwa na kabisa kabisa, safi namna hiyo, sifa ni ni ya ya chena mizuri, mwenye sifa ya kutabasamu bila kuchoka. Mama, hongera sana kwa kazi nzuri. Bi harusi atakwenda kuketi pale kwa mikono yako paka, bi harusi wetu, je, hakikisha salama kabisa. Bwana harusi kapendeza, anapendeza bwana harusi ana sifa ya kuingia saluni mara tatu kwa siku, anakata msachi kwa vipimo vya ua. Pigieni makofi na vigelegele aa, wasalimie wageni walioalikwa na, hiyo safi kabisa. Bi harusi tumemwona Mwanamke, macho bwana hasa ukiwa nayo, mwanamke, mashabu ya kumimina ya yatwika baba. Hongera sana, huyu mama ana sifa ya kuoga mafuta na ndio maana anapendeza kila wakati na anameremeta namna hiyo. Punga mkono wa salimia wageni waliko namna hii, asante sana, naye si baadaye utamkaribisha naye apate kutambulisha familia yake. Karibu utambulishie familia yako. Sioni watu wakifurahi, sioni kama wanafurahi ya kutosha kulikoli. Pigeni makofi na vigelegele izi. Yesu asifiwe! Eh, napenda kutambua uwepo wa dada na zangu na wadogo zangu. Nashukuru sana kwa upendo wenu ambao mmeweza kufikisha mdogo wenu mpaka hapa ikiacha kwa nilipo. Napenda kutambua uwepo mkubwa, basi tuseme kwamba wale wanaotambulishwa kwa fungu wananyanyuka, alafu tunakuja fungu la pili. Ahiyanani, Bwana Harusi anasema naraha ya kutosha, kila mmoja anaona ni ndugu yake. Baba ni hao wako ndugu zake kama mama, e, napenda kutambua uwepo wa majirani zangu ambao wanaongozwa na mwenyekiti wangu Innocent Maziko pale, kama wapo majirani zangu. Lakini awali ya yote aliyetufanya ili tuweze kufika hapa sio mwingine ni mke wangu kipenzi Lilian alipita kiungo, ambaye ndo amefanya watu wote tuweze kufika mahali hapa, ndio leo pepelezi twatambulishe familia yake pamoja naye, hata kwa kilugha ruksa.

kwashula na watu wengine wasimame

kabisa jamani, semeni siseme, huyu ndo mkuu wetu wa ukumbi jioni ya leo, best man ndo mkuu wetu wa ukumbi jioni ya leo. Baada ya kusema hayo maharusi, kama tumemaliza, tuendelee na utaratibu mwingine, na usi mwingine taelekea kwenye meza yetu ya keki tupate.